Aya, hebu niambieni, mmekuja tu kutembea ama kuna jipya? Ah, mambo yenyewe ashaniuzi mimi. Muulize mwenyewe huyo jamaa, amekuja na mada yake kubwa tu hapa. Afande Mabuti, kuna taarifa umekuja nayo ama umekuja kutembea tu? Ah, mama, ni kweli, nimekuja kutoa taarifa ya ndoa ndugu yangu Shabani. Sasa naona umenichoka sasa, naona umenichoka, unaniambiaje niache kazi? Angalia hiyo kazi, isha kukulisha wewe, isha kukuvisha wewe. Unajua kunikopa mimi elfu hamsini wewe. Ah, elfu hamsini! Ah, Sasa nitakuwa nakupa kila siku laki moja kila siku ukiacha hiyo kazi. Kwa sababu inakutesa tu. Haiwezekani eti mshahara ukate wa miezi miwili akati wewe umekusimamisha ndani ya miezi mmoja, kwanini wasikate mshahara wa mwezi mmoja alafu mwezi mmoja wakupe kipindi unafanya kufanya kazi? Hivi Shabani, una akili wewe? una akili wewe eh? Au kama nywele zako zilivyokuwa na wewe ndio akili zako ziko hivyo hivyo, hmm? Sasa hivi ni mwache mke wangu pasipokuwa la sababu? Hivi ushae kumwacha mtu bila sababu wewe? mm -mm, kisamvu, hauhitaji kupaniki. Taratibu utanyelewa. Ah, samani samani, na kujua unaitwa Majei si Majuma, lakini hebu mm -mm. Tulia kwanza. We simu, una shilingi ngapi? <laughs> Kumbe mimi nilikuwa nazunguka. Ndio ni kwa sababu tu mimi na mume wangu hivyo, sihitaji mambo ya kutongoza tongozo. Unasema ni shilingi ngapi? Nakupa naondoka zangu. Safi safi sana mwanangu, umeonyesha ukuaji wa hali ya juu sana. Vipi huyo binti umempata sasa? Aha, asante sana mama, na binti nimempata. Sawa mwanangu, acha mimi nikapumzike. Kwani baba yenu yupo huko ndani? Nilimwona alitoka, sijajua kama alirudi. Sikia wewe, kama umekosa cha kunishauri, usinishauri mimi upumbavu. Nitakuja ni kuzingue. Mimi sio mtu wa kuniona hivi, nitakuzingua. <coughs> Kama mimi kuzingua sawa, lakini mimi siyapendi makelele na mke wangu kwa shazidi makelele. Hivi ninavyokwambia, naenda kumuacha nyumbani mke wangu. Kingine, ndugu yako sina kazi, sawa eh? Kama unavyonijua, mimi na kazi vitu viwili tofauti. Cheke lilivyowaka, Paka nywele nimetia bleach ya bluu eh? Cheki nivyopendeza lakini yote unayaona, na drive nimependeza eh? Natumia pesa nategemea mshangazi, mshangazi. Sawa Majei, sasa naomba nikuulize swali, hivi ndani ya siku unaingiza bei gani? Amna, sio kama naingiza pesa nyingi, lakini kwa siku naingiza kila elfu ishirini. Sawa, ila sasa mimi nitakupa elfu arobaini kila siku, lakini sasa sihitaji umpe mumeo tendo. Nakupa elfu arobaini kila siku, lakini mumeo sitaki umpe. Je, uko tayari nikupe elfu arobaini kila siku, ila mumeo simpe?